Kwa sasa kinachofanyika katika viwanja hivi vya Vatikani ni watu kwenda kuendelea kuaga na foleni ni kubwa sana. Kule kanisani kuna misa pia inaendelea katika e, kapela au altare za pembeni e, kwa ajili ya kuendelea kumwombea. Alafu hapo mbele ndipo kwenye geneza lake e, Baba Mtakatifu, pembeni kuna maaskofu na makadinali wanaendelea kusali na mapadre na wale watu wa huduma mbalimbali ya kiasi. Hali ya usalama ikoje, kwa sababu kuna taarifa kwamba kulikuwa kuna rabsha za hapa na pale? Kimsingi kwa upande wa ndani usalama ni mkubwa sana kwa sababu maaskari e, wako wengi sana, na hata kwenye foleni kote watu wana wanapangwa na wanahakikisha mnaingia kwa usalama mkubwa. Juu kuna helikopta zinazunguka kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo. Kwa, kwa sasa hivi kama hali ya usalama imeimarishwa vilivyo, e, zipo changamoto au mashaka katika utaratibu huu? Kuna idadi kubwa ya watu imeendelea ime kuingia hapo na wengine tayari wako hapo tangu asubuhi. Je, unadhani idadi yote ya watu watafaulu kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi wao? Sijui kama watafunga leo, e, pengine wengine wataweza kushindwa ila waliowahi wakishakaguliwa, eh, walioko ndani ya uwanja hawawezi kuachwa bila kuendelea kutoa heshima zao. Sasa sijui kesho itakuwaje, ndipo watu pengine watakesha hapo. Na um, umezungumzia kuhusiana na kesho. Kesho ndio tunajua kwamba kiongozi huyo atapumzishwa. Taratibu za kiimani kwa sasa na maandalizi ya hapo kesho yako vipi, Padri Innocent? Taratibu za kiimani eh, kwa kesho ni misa takatifu ambayo itafanyika katika uwanja huu wa Mtakatifu Petro hapa Vatican. Na wameshatoa utaratibu, e, watu ambao wataingia ndani huku kwenye viwanja, mapadri wameambiwa wawe na na ile kadi ya kutambulisha wewe ni padri kwa ajili ya ku, ku, kuweza kushiriki misa takatifu kama padri na stola nyekundu na baada ya taratibu ya maziko sasa, mchakato wa kumpata Papa mpya umeshaanza. Makadinali wote wapo, wameshaingia, lakini mchakato wa kumpata Papa mpya hautaanza ni mpaka huyu azikwe, na kama alivyochagua yeye, atazikwa baada ya misa walivyoelekeza, e, ndio msafara utaanza, atatipishwa katikati ya mji mji wa Roma katika, katika mitaa hii mikubwa, halafu watazunguka kuelekea katika basilika hilo la la Mtakatifu Bikira e, Maria mkuu au afya ya Warumi. Baada ya hapo sasa, ndipo mchakato utakapoanza wa kwa ajili ya kumpata e, papa mwingine.